Serikali ya kaunti wa ya Makueni imezindua sera mpya inayotoa mwongozo wa ushirikiano kati ya serikali ya kaunti hiyo na wawekezaji kwenye miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Gavana wa kaunti hiyo Mutula Kilonzo Junior amesema mashirika sasa yana nafasi kubwa ya kushirikisha kaunti kwenye miradi hususan sasa ambapo mgao wa pesa za kaunti unachelewa kila mara. Ni kwenye kongamano la tatu la washikadau na mashirika yanayoshirikiana na kaunti ya Makueni katika miradi ya maendeleo lililohudhuriwa na zaidi ya mashirika 120. Which are in the county, they favor our business. Gavana wa kaunti hiyo Mutula Kilonzo Junior amesema kuwa sera hiyo mpya itatoa mwongozo wa kuboresha maisha ya wananchi na kutoa changamoto ya kucheleweshwa kwa mgao wa fedha kunachelewesha maendeleo katika kaunti. Watu pia wanafanya kazi makuani na hawajulikani wanafanya kazi gani na wanafanya na kina nani na wakienda haijulikani wamefanya kazi gani, kwa hivyo tumetumia jukumu hii kuwahimiza kwamba itakuwa mwafaka tukae chini tuzungumze, wale ambao wamekaa katika vitengo mbalimbali. Nyinyi mnajua kwamba kata kama kaunti ya Makueni, mwaka wa kwanza tulipata fedha za mwezi kumi na moja, si kumi na mbili. Mwaka wa pili wakutupatia fedha zote, na mwaka wa tatu wakatukata takriban ya shilingi milioni mia mbili sitini na tano kama si hawa wafadhili vitu nyingi ambazo tumezifanya katika sekta hizo ambazo nimezitaja zingekuwa zimekwama. Wito umetolewa kuwepo kwa uwajibikaji, uwazi na ushirikiano kwenye usimamizi wa rasilimali ili kuwafaidi wananchi wengi. Kwenye asomesho. Asomesho ya kwamba eh, kama ni mradi huo, mradi umekuja haje, uko na bajeti gani, unajengwa na nani, alafu ukiisha itakuwa rahisi sana kuambia mwenye inji ya kwamba hii mradi ni yako, kwa hivyo tunza hii mradi ili kusaidia maisha.